Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyoanza leo si siku ya hutuba na mwenyewe kutoa hutuba, umetoa maelekezo kwenye uhipaji wa gharama za mradi huu. Kwa upande wa wizara ya fedha tumeyapokea Mheshimiwa Waziri, pamoja na wataalamu katibu mkuu ameeleza kwamba mradi utakapokamilika umekadiriwa kutumia shilingi milioni mia tatu na thelathini na sita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi hivi sasa takriban shilingi bilioni mia moja zimeshalipwa kwenye mradi na kama unatarajiwa kukamilika kama ambavyo imeelezwa, mradi unatarajiwa kukamilika mwezi wa Disemba mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita. Tulikuwa tunaiona iko mbali, tumeshaingia mwaka. Kwa hivyo, kwa kamilike, mwaka huu, elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hivyo ili ukamilike ndani ya mwaka huu, maanake tumebakia na shilingi bilioni mia mbili na thelathini na sita kati ya 336 kuzilipa ndani ya miezi kumi na mbili ya mwaka huu ukiwa ambazo zina thamani ya shilingi bilioni ishirini na nne nukta moja. Hizi tumepanga kuzilipa katika makamwizu huu. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie mheshimiwa rais alisema upimaji wa serikali ya awamu hii atakapomaliza awamu yake usipimwe kwa madaraja, usipimwe kwa mabwawa, lakini upimwe kwa tabasamu ambazo serikali itaacha kwa wananchi kwa, kwa mikoa wa mitatu hii. Kwa upande wa maji, bwawa la Kidunda linakwenda kuongeza tabasamu kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa nafasi hii, kwa fursa hii, kama ulivyosema Uh, wenzetu wa mamlaka mapato waendelee kufanya kazi nzuri. Natarajia nitakuwa nao tarehe tano, kesho kutwa Arusha, tutapata muda wa kuongea vizuri zaidi. Hichi ambacho umetuonesha kwamba kinawezekana kukusanya trilioni moja na nukta katika mwezi. Asante ah, sana asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi, wa Waziri Mkuu nimepewa dhamana ya kusimamia sekta ya kilimo na kwenye kilimo tulikuwa na takriban na miradi kumi na tatu ya umwagiliaji. ninayo heshima kubwa kujitambulisha na niko hapa kwa niaba ya muda mfupi. Waziri Mkuu umeonesha mfano kwamba kiongozi ni kufanya maamuzi, ni kuyasimamia na kufanya kazi masaa 24 kwa siku saba. Tumekuona kila siku ko barabarani unapita kwenye miradi na sisi wasaidizi wenu tunaendelea ku kwenye... mradi kuhusu sekta zote ipo maji, mifugo, uvuvi na mambo mengine, lakini hii miradi ambayo imetumia gharama kubwa, kuhakikisha miradi hii inadumu, inaishi, inakuwa sustainable kwa miaka mingi kwa sababu uwekezaji wa miradi hii na fedha nyingi zinazowekezwa nazo hapa lazima ziwe na miundombinu ya kuboresha mazingira ili kuhakikisha maji. Mheshimiwa ma, Waziri Mkuu, ofisi ya makamu wa rais, tumejipanga kuhakikisha tunashirikiana na sekta za maji, kilimo, mifugo na uvuvi kuhakikisha mazingira yana na, katika eneo hili tulifanya tathmini ya athari ya mazingira tulitoa cheti na tunafuatilia hatua zote kuaikisha bayo anuai, ekolojia, misitu na maji yanaendelea kutiririka kwa njia ya asili pamoja na kuleta faida kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukitoka hapa unayo ziara kwenda kutazama na kufanya maamuzi kwenye maeneo ambayo yana athari kwenye reli yetu ya SGR. Athari hizi zote za mafuriko, ndugu zangu, wananchi wa Kidunda, wana Morogoro dawa yake pekee ni kutunza mazingira Mati. mazingira yetu ni uhai wetu ni uchumi wetu na ni ustawi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakishie sisi ofisi ya na mazingira tutaendelea kuhakikisha maeneo yote potential tunafanyia tathmini tunafanya, mean, tunafanya risk assessment na kuweka mipango ya kutunza mazingira ili mabilioni ya fedha yanayowekezwa yaweze kuleta tija. La mwisho ndugu zangu ana Kidunda wana Morogoro na Pwani, kazi hii kubwa imefanywa na Dkt. Samia Suluhu Hassan na serikali yetu ya Tanzania. Ni wajibu wetu kujivunia na kuendelea kuiunga mkono kwa nguvu zote serikali yetu, ili iendelee kuleta neema kwa ustawi kwa wa Watanzania. Kazi na utu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa fursa hii, asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Waziri wa Maji pia uliliongelea jambo hili la mabadiliko ya tabia nchi, hili jambo ni halisia. Sisi hapa Tanzania ardhi haiongezeki, ardhi haiongezeki ile ile, watu wanaongezeka, shughuli za kijamii zikiwemo kilimo, mifugo zinaongezeka, mifugo yenyewe inaongezeka wa kubadilisha utaratibu tuliokuwa tumeuzoea ili kuweza kukabiliana na hali ya aina hii. Leo hii, kwa mujibu wa sensa population ya Tanzania ya vijana. Kwa hiyo kama ni ya vijana, ukiongeza makadirio maoteo yale ya ongezeko la watu ifikapo 2050 population yetu hii itakuwa imeongezeka sana. Kwa hiyo kama hatutazingatia haya maonyo tunayopewa, Tutak... tusipotunza vyanzo, tutakuwa na mradi lakini hauna maji kwa tusheni wananchi, lakini pia jibana fedha za Watanzania wenyewe ili tutatue tatizo la maji pamoja na umeme pamoja na umwagiliaji. Leo hii tuje tuathiri vyanzo, tuathiri na mradi wote kwa ujumla huu ambao tumeweka hapa. Kwa hiyo tuendelee eh, kusimamia maeneo hayo, eh, masuala ya aina hiyo yanayohusiana na kutunza vyanzo vya maji pamoja na kuzuia mtiririko wa udongo kama vile ambavyo tumekwisha kuelekezwa. Tukiwa tunamalizia, mko na mbunge ndugu yetu taletana